Chama tawala nchini Tanzania CCM kimeonya kuwa hakuna mtu wala kikundi chochote kinachoweza kuzuia uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu, kikisisitiza kuwa anayetaka kuiondoa madarakani CCM akaribie katika uchaguzi mkuu. George Njogopa na maelezo zaidi. Chama hicho tawala ambacho kimekuwa kikiwasambaza makada wake kuzunguka kule katika majukwaa ya kisiasa kinasema uchaguzi wa mwezi wa Oktoba uko pale pale. Katibu wa itikadi na uenezi wa chama hicho alianza ziara ya kuzunguka Dar es Salaam. Amos Makalla amesema wanasiasa wanaopenyeza ajenda kutaka kuzia uchaguzi huo au hatafanikiwa huku akionyesha ukosoaji wa wazi wazi kwa chama kikuu cha upinzani Chadema ambacho ndicho kinachoendesha kampeni yenye kauli mbiu isemayo bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Makala amesema ajenda ya Chadema inakwenda kinyume na katiba ya nchi inayotaka kila baada ya miaka mitano kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Amesema Chadema imekuwa ikitumika na mataifa ya kigeni, kwa kusisitiza kwamba ndoto ya kutaka uchaguzi mwezi Oktoba usifanyike haiwezi kutimia. Sipende kila baada ya miaka mitano lazima kufanyike uchaguzi. Maana yake hamna mtu anaweza akaamka asubuhi akasema tutasimamisha uchaguzi uchaguzi juno auaaaa na, iemye si, si, vyama vyote vimesaini kasoro chama kimoja. Wao wameomba wapumzike mwaka huu. CCM imekuwa ikitumia sehemu kubwa ya mikutano yake kutoa ukosoaji kwa chama hicho cha upinzani na kwamba hali hiyo inatajwa na wachambuzi wa mambo, huenda ni kiashirio cha pande hizo mbili jinsi zinavyokaribiana kwa ushawishi kwa wananchi. Wakati hayo yakiwa hivyo, viongozi wa Chadema wamesisitiza kwamba pamoja na kuendelea kubanwa na vyombo vya dola kampeni walioanzisha bila mabadiliko hakuna uchaguzi mkuu haitarudi nyuma. Hivi karibuni viongozi kadhaa wa chama hicho walitiwa korokoroni wakati wakiwa njiani kuelekea katika mahakama ya Kisutu ambako mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anakabiliwa na kesi waini wote wawili makamu mwenyekiti wa chama hicho Tanzania bara John Heche na katibu wake mkuu John Mnyika wameashiria uwezekano wa kutovunjika moyo na kampeni hiyo licha ya kukumbwa na misukosuko ya hapa na pale. John Heche amesema Chadema inaamini katika nguvu ya umma na haitarajii kurejea nyuma katika kampeni hiyo ambayo amesisitiza kwamba utekelezaji wake ni maamuzi ya mkutano mkuu wa chama hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi yetu, lakini lazima tufanye kazi yetu. Katika hatua nyingine, viongozi wa kitaifa wa Chadema ambao leo walipanga kuanza ziara ya kunadi kampeni hiyo katika kanda ya kaskazini wameahirisha hatua hiyo ili kutoa nafasi ya ufuatiliaji wa mwenendo wa kesi ya Lisu itakayoamuliwa hapo Mei sita. Kutoka Dar es Salaam ni Joo Chinchogopa.